Kwa sababu Uislamu ni dini ya kila mwanadamu. Uislamu si dini ya kabila fulani, wala si dini ya maeneo fulani, wala si dini ya watu fulani, bali kila ambaye ana sifa ya mwanadamu Uislamu na, lakini ukisema Uislamu inaingia chuki, wanasema limekuja kwa lugha ya Kiarabu, alislam na uislamu umekuja kwa jina la Kiarabu kwa sababu aliyetumilizwa kwa jini ile alikuwa ni Mwarabu. Kwa hiyo lazima alikuwa apeleke kwa dini yake kama alivyo, kwa hiyo jina kwa uislamu isije ikawa shaka kwamba ni dini ya Waarabu kama dini ya magharibi. Sasa leo insha allahu taala

Waatmamtu alaykum ni'mati, na nikawatimizia nyinyi neema zangu. Wakultu laku mstahdi, na nikaridhia kwa nyinyi kuwa ustah ndiyo mfumo. Kwa hiyo katika hii aya tunapata kitu kinachoitwa muqabala. Muqabala ni maneno ambayo yanapinzana katika vifungu